Abeire amwe wodi ya Bomwagamo ibunge ya North Mugirango Kaunti ya Nyamira Charles Barongo

naende ba banye vakovuta eminister babute eminister eyo erinde omoremi tachandeka iga abachumbi baito mba vasa gotong'aina bari bare assembly igo nkobori ng'a varusigwobo sipi twenty twenty seven onyeontim eyo ekorokwa batebiwe bonsi otim kiagera nio babwate oborimo boso bona amnto bamito engencho yaye yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, tari bono bachagotoreresi bono eng'ombe yakure eng'ombe yatindekirwe bono baterenasembera tokorera nganaborabkur nyua bare bagotoreresia oborimo babwate egento koronga krokodai krokodai tias kati ya nyamira na kisi eria yarenge engima yagusii ntobwati mochumbe otatiga sairongo ongoko

batora bakokia tundo bari babutarese chiaera barwanati bakate ngonyora bare kende kumbe mbosae aserekare tigebekobokwaba mono aseechaeseono beechae banyore kende muna boikoyo abanto b abana baso mera